wanaotaka kuzuia uchaguzi, kwa sababu hawaoni huo muujiza wa kuzuia uchaguzi. Hata wale walioshiriki kikao cha watiania juzi waliuliza hilo swali, tunawezaje kuzuia uchaguzi? Wakaambiwa kwa kuingiza watu barabarani, wakauliza wasipojitokeza, wakaambiwa kila mtu atatafuta mbinu zake kulingana na mazingira mahalia. Ndio jibu lilitoka kwenye kikao cha ndani. Kwa hiyo hata watu wetu wa ndani hawaoni huo muujiza wa kuzuia uchaguzi. Chama kitapoteza kabisa ruzuku baada ya uchaguzi, hivyo kuathiri uhai na uendelevu wa shughuli za chama. Kuna watu wanabeza hoja hii. Sisi tuliokuwepo kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini, Disemba mpaka tulipokuja kukubali kuchukua ruzuku mwaka elfu mbili na ishirini na tatu tulikuwa na wakati mgumu sana wa kukiendesha hiki chama. Tulishindwa kulipa mapango ya ofisi, tulipunguza watumishi kwenye ofisi za makao makuu, ofisi za kanda. Fikiria kanda, tulifika mahali tukaagiza wabaki watu watatu, katibu wa kanda, afisa mmoja na mlinzi. Tuna kanda kumi ukiacha watu watatu au wa, ni watu thelathini wa kuwalipa kila mwezi. Tulipopokea ruzuku, angalau tumeweza kuendelea kuwa maintain, lakini wako wanaobeza, o, oh, chama sio kwa ajili ya ruzuku. Sawa, tunakiendeshaje kampeni yetu ya tone tone? Mpaka sasa imefikisha shilingi ngapi? Viongozi hawasemi kwa sababu hawana cha kusema.